Safi pole sana. Asante sana. Hashim, ni wewe ni nani kwamba hawafahamu? Mimi ni kijana wa wake watatu kuzaliwa. Okay. Eh. Alikuwa anasumbuliwa na nini kwa sababu kuna watu hawafahamu. Mzee alikuwa anasumbuliwa na homa za mapafu, Pneumonia. Na hiyo ndio ilimpelekea kifo chake. Okay. Siku ya Jumamosi tarehe 19 saa 3 asubuhi. Na alianza kuugua kwa muda gani? Mm. Mzee ameugua muda mrefu sana lakini alikuwa anaugua anapona, anaugua anapona, karibuni miaka minne, lakini ile serious ila kabisa ni kama miezi sita iliyopita. Serious ila kabisa yani, ile incapacitated, kabisa yuko kitandani hawezi kufanya chochote ni six months. Na katika hicho kipindi chote alikuwa hospitali au alikuwa nyumbani? Alikuwa kuna dofu, tunampeleka hospitali, hospitali wanatibia kile kinachowezekana wanatu discharge tunarudi nyumbani, matibabu mengine tunamalizia nyumbani. Hii mara ya mwisho hospitali ilikaa kwa muda gani, na mlimpeleka lini? Mlimpeleka uh, hospitali tulimpeleka Jumamosi, no, ilikuwa e, Jumatano kama sikosea au Jumanne, tulimpeleka hospitali, alizidiwa, akalazwa hapo Hospitali ya Kitengule, akaruhusiwa e, siku ya Ijumaa saa 10 jioni kana kwamba aliona, kana kwamba hali yake e, anaweza akatibiwa wapi, matibabu mengine anaweza kaendelea akiwa nyumbani. Lakini bahati bahati mbaya, tulivyoamka naye asubuhi akazidiwa tukamkimbiza tena hospitalini, tulivyomkimbiza hospitalini ndo mauti e, ika ikamfika, e. Poleni sana. Asante sana. Baba alikuwa anapenda kuzungumza kitu gani hasa katika kipindi chake cha u, cha ugonjwa, hasa wewe ni mtoto wake wa kiume, pengine akikaa ile man to man, anapenda Actually mzee, usi yake ni kujituma tu, kupendana kama familia, tuishi kwa umoja. Hicho ndio kitu ambacho alikuwa anasisitiza sana mzee, tupendane sisi kama watoto, kama familia e, tushikamane. Umeelewa, hicho ndio kitu ambacho mzee alikuwa anasisitiza sana kwa makini e. Kitu gani alikuwa pendi ambacho natamani ninyi ambao mnabaki na sisi ambao tunabaki pia tuendelee kukienzi kutoka kwake? Eh, mzee alikuwa creative sana kama mnavyojua, mnajua historia yake ya uanzishaji wa kampuni ya Lino mpaka kaingia kwenye michezo na sehemu nyanja mbalimbali za burudani sana na michezo, si ndio? Kwa hiyo kiukweli tutamkumbuka, yani ameacha alama kubwa sana katika familia yetu na pengo lake minaona lizibiki tutatarajia kumpumzisha Kidatu Morogoro. makaburi yapi? Kuna makaburi ya familia pale Kidatu Morogoro, Kilombero, karibu na shule ya msingi Kilombero Kidatu. Pengine kuna Watanzania ambao walitamani Hashimu angepumzishwa Dar es Salaam, kwa sababu wadau wake wengi pia wapo hapa, labda ni wasia ambao walitamani yeye iwe hivyo ama ni Eh, of course, eh, ki, ki, ki, ki utamaduni yani, sisi kimila chetu kwamba eh, watu wanazikiwa gani? Nyumbani, kama vile unavyoona Wachaga eh, Wachaga wao wapendagi kuzikiwa mjini. Eh, wakitangulia wenzetu wanaenda mwisho, na sisi ni vile vile kwamba eh, mila na desturi zetu kwamba eh, mwanafamilia kitangulia, mara nyingi tumezoea ndo kumpumzisha wapi, nyumbani. Lakini on top of that pia alishai kusema kwamba akapumzishwe nyumbani pale pamoja na e, marehemu kaka zake ambao walishatangulia mbele zake huko nyuma. E, alipenda sana azikwe pamoja nao. Hiyo alisema kipindi hichi cha ugonjwa? Hapana, e, Ali, alisema kipindi ambacho kwa hai kabisa na ili, ili kuwaje? Mpaka akaanza kusema kwa sababu tume sisi wa Afrika, tumezoea mtu akianza kianza tu hata ku, kuandika ile usi, watu wanashangaa inakuwaje, si kawaida. Hata mtu akiandaa mazishi yake, kuna watu wanaandaa jeneza, mimi niweke hapo. Tunashangaa ilikuwaje mpaka baba akaanza kuzungumza ya mambo hapana, sijui aliwaza nini, lakini kama tunavyojua sisi binadamu wote tutafanya nini? Tutarejea. Yani hapa duniani tuko temporary, lakini huko chini ni, ni, permanent. Kwa hiyo ukikana hiyo mindset nafikiri pengine labda hiyo ndio ilimpelekea kutoka ipo siku labda nitakufa, kwa hiyo nita ngoja oye, familia yangu au watoto wangu wajue ni wapi mi nataka nikapumzishwe. Nika nashukuru sana na poleni, asante sana.